Na neema ya Mungu God. Karibu sana, kama mara yako ya kwanza kuwasiliana ama kujoin this channel, basi feel free. Uh, Mungu akubariki na kujalie neema, utukufu wake na fadhili zake, siweze kuwaamana nawe katika yale ambayo moyo wako inataka and the grace of God. There is some couple of things that if you do, you can find the favor of God and the grace of God that God is going to bring upon your life. According to the way that you live with him, according to the way that you sit with him, according to the way that we mwenyewe umekuwa ukipeleka naye. So neema ya Mungu na utukufu wake usaidia mtu kuenda level moja baada ya ingine. Neema ya Mungu ufungulia mtu mlango, neema ya Mungu utetea mtu, neema ya Mungu ufanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kuyafanya. So so it's so very good to hope and to and trust in God. If you hope and you trust in God, God will fight for you and God will open for you the door because his favor will help you to do or to receive the grace and the favor or uh, the grace according to the way that you're needing in your job, in your business, or in your marriage, or in your life according to the way that moyo so, wako inatamani Somo wesekuwa somo letu sikia leo tunaenda kutoka katika kitabu cha Uh, Walawi yeah, chapter 27. Walawi chapter 27, this Gideon, uh, uh, King James mm. I mean Walawi chapter 26 verse 21 and the Bible say there mm. Kama mtaendelea kuwa na uadui nami na kukataa kunisikiliza, nitawazidishia mateso yenu mara saba zaidi. Kama mtaendelea na aduadui na mimi na kukataa kunisikiliza. So don't be among those people, wenye wamsikilizi Mungu, wenye awafanyi kile ambacho Mungu anataka, wenye wanafanya mambo yao vile au wenyewe ndio wanataka, ah kuwa mmoja wa wale wanaosikiliza na wanaotenda kile ambacho Mungu anachotaka na kile ambacho Mungu anapenda because you need to go far you need to pray you need to see the hand of God upon your life and if you need to see the hand of God upon your life God can help you and God can increase you and God can open for you the door because you do listen to his voice something so very important, kitu cha muhimu na kitu ambacho ni bora sana, mtu anayesikia kila ambacho Mungu anataka. That why neno imesema mahali hapo, kama mtaendelea kuwa na uadui nami. So wewe usitaki kuwa na uadui na Mungu. Jinsi gani ambapo unaweza fanya vitu ili uweze kutoa uadui katikati yako na Mungu ni kusikiliza kila ambacho Mungu anataka, utauondoa uadui katikati yako na Mungu. Ni kufanya kila ambacho Mungu anataka, utauondoa uadui yako katikati yako na Mungu. Ni kutenda mapenzi ya Mungu ambao ni kufanya kazi yake jinsi ambavyo anavyotaka ama vile ambavyo amekuamurisha, basi utakuwa unafanya kila ambacho Mungu amekuamurisha na kila ambacho Mungu anataka. Neema Mungu itakufungulia milango, favor yake itakuwa inakupigania every day and every time. Utakuwa unaona favor ya Mungu, utakuwa unaona huruma sa Bwana in whatever that you are going to do. Utakuwa unaona Mungu anasimama mbele yako, anakutetea, anakupigania, una overcome, unapata ushindi in whatever that you put your hand to do you whatever that you you put your uh you take your hand that you are going to do that, chochote ambacho unachotupa mkono yako ya kwamba unaenda kufanya or you put your hand, everything. There is some person singer saying that everything you put your hand go work. Kila ambacho unaenda kutupa mkono wako inaenda kufanya kazi, chochote ambacho unaenda kuguza inaenda kufanya kazi. Basi uondoe uadui yako katikati ya Mungu, katikati yako na Mungu ili Mungu aweze kuletea favor, ili Mungu aweze kufanikisha, ili Mungu akupiganie, ili Mungu akupatie ukombozi, ili moyo wako ufurahie, ili uweze kumfurahia huyu Mungu, lazima ufanye vitu ambazo Mungu anazotaka. Hebu tuweze kufanya investigation in the book of uh, um, in the book of uh, uh, Genesis chapter 4 verse 15. Genesis chapter 4 Verse 15. That is Mwanzo, chapter 4, 15. And therefore, what it say? Chapter 4, 15. Lakini Bwana akamwambia lasi hivyo ikiwa utapi, uh, lasi hivyo ikiwa mtu yoyote atamuua Kaini, atamlipishia kisasi mara saba saidi. Kisha Bwana akamwekea akamwekea Kaini alama ili mtu yoyote ambaye uh, ambaye angemuona asimuue. Kaini uis Kaini. Kaini ni mtu ambao ni ndugu ya Abel. Hawa ni watoto wa mtu ambao anaitwa Adam. Hawa ni watu ambao walifanya kila ambacho Mungu akufurahishwa nayo. Basi maandiko inasema kwamba huyu huyu saidi ndio alifanya kile ambacho Mungu hakufurahishwa naye, kwa sababu alienda akaua ndugu yake uh, Abel uh, na ambao Mungu hakukuwa anatamani sana aweze kupoteza Abel, lakini kwa kuwa aliona wivu manake, neema na kibali ilikuwa iko juu ya mtu ambao anaitwa uh, Abel. Abel alipeleka dhabihu, alipeleka sadaka ambao alikuwa amepata pale katika kazi yake. Utendakazi wake Abel ilikuwa ni ukulima. Basi katika kazi yake ya ukulima alikuwa a, a, alikuwa alikuwa anafanya kazi kile ambacho Mungu anataka na kile ambacho Mungu amempatia. Basi akachagua vile vifaa ambayo inapendeza akapereka kwa Mungu. Mungu akafurahishwa na kazi aliyokuwa amefanya na Mungu akambariki zaidi. Basi kila ambacho naongea kuhusu Pray God to give you favor. The favor of God. That is what I'm praying for you. Mungu akupatie favor, Mungu akupatie neema in whatever that you are going to do Unaona baada ya Kaini kuua ndugu yake Abel, Mungu akufurahishwa na Kaini. Mungu sasa anaweka alama ya kumangamiza. Basi mimi siongei kuhusu kuangamiza mtu, bali kila ambacho naongea kuyahusu kuwa ukifanya kila ambacho Mungu anataka. For you to receive the grace of God, the favor of God, and the blessing of God will follow you. I wish you all the best. Baraka za Mungu na fadhili zake sikufungulie milango. In whatever you do, don't worry as long as long God is in control, hakuna kitu ambacho kitaharibika. Just continue walk with with God, stay with God in whatever that you do, pray God to be with you to give you favor, to give you grace, and utapata ya kwamba kila kitu ambacho unaenda kufanya inaenda kufaulu. Neema Mungu na baraka zake siweze kuwa pamoja nawe. Make sure that if you're first time, uh, basi To be in our channel, karibu sana. Mungu akubariki katika hizi baraka ambazo tunazoandaa na kusileta mahali hapa, fadhili zake sikupiganie na sikutendee kila ambacho moyo wako inataka. make sure that you subscribe, like, and share ili tuweze kukua. uh, wakati ambapo tumewaekerea video i na kufikia moja kwa moja baraka za Mungu na utukufu lake sikufungulie milango mara nyingine. wish you the best have a great and wonderful evening or morning or afternoon it depend with the somewhere you are, neema ya Mungu na kibali, fungulie milango, wish you the best shalom and bye bye